Sijazungumzia jambo hili ambalo limetuleta hapa. Labda ndugu zangu wa Tanzania, kwa uwakilishi mlioko hapa, nieleze jambo moja kwa ufupi au kwa marefu, lakini si kwa muda mwingi. Mataifa ya wenzetu mengi katika Afrika, Ulaya, hata Asia na mabara mengineyo yaliishawahi kuwa na amani katika mataifa yao na baadhi ya mataifa yalijikuta yanapoteza amani iliyopo kwa sababu ya sababu zifuatazo. Jambo la kwanza, zamani nchi ilikuwa inaweza ikachafuka na ikalindwa kwa bunduki, kwa maana bunduki zamani zilitafsiriwa kwamba kinaweza kuwa ni kifaa kizuri sana cha kwanza katika kulinda amani ya taifa lolote na imekuwa ni rahisi kumkuta askari ameshika bunduki, imekuwa ni rahisi kumkuta mwanajeshi ameshika bunduki, imekuwa ni rahisi kumkuta mgambo ameshika bunduki akilinda taifa lake. Kwa mantiki hiyo, tafsiri ya haraka haraka kwamba ulinzi wa taifa wa kwanza huweza kulindwa kwa bunduki ndio kwa tafsiri yake. Lakini ndugu zangu wananchi mlioko hapa leo, Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekisha mgundua adui namba mbili, ambaye ulinzi wake hauhitaji bunduki. Amemgundua adui namba mbili, ambaye anaweza kupelekea taifa likaitrafika na watu wakachinjana na mtu akaona kuna umuhimu wa kula nyama ya mwanadamu mwenzie. Sasa Mheshimiwa Rais kamgundua adui huyu, na adui huyu ni nani? Akasema adui ambaye bado hatujamwelewa ambaye anaweza muda wowote kupelekea taifa letu tukaingia kwenye kizaza, anaitwa mabadiliko ya tabia nchi. Na mabadiliko ya tabia nchi amekuwa ni adui mkubwa, na anaweza kuwa hata adui namba moja kumshinda hata jambazi. Adui huyu wa mabadiliko ya tabia nchi anafanya nini? Jambo la kwanza, sote tuko hapa. Wakati tunakuja hapa, tumeoga tukawa safi, tumetumia maji. Wakati tunakuja hapa, tumekula chakula na chai, tumetumia maji. Wakati tunakuja hapa, tumekula chakula kilichopikwa na maji. Wakati tunafika hapa, tumebaki pia na kiu tukanywa maji maji, mpaka wengine wametafsiri kwamba ni uhai wa maisha yetu. Baada ya Mheshimiwa Rais kumgundua huyu mtu anaitwa mabadiliko ya tabia nchi, na kwamba anaweza kuwa ni adui mkubwa ambaye halipi kwa bunduki. Anasababisha nini adui huyu anayeitwa mabadiliko ya tabia nchi? Kwanza anaweza kupelekea mvua isinyeshe kabisa na kwa mantiki hiyo wale tuliozoea kuwa na, na mazao yanayopatikana kutokana na mvua zinazonyesha, chakula hicho tutakikosa, na mwisho tutaingia kwenye njaa, na mwisho, mwisho mili yetu tazofika, na mwisho watu watakufa. Lakini vile vile huyu mtu anayeitwa mabadiliko ya tabia nchi anaweza kupelekea mvua kuwa nyingi kupita kiasi mvua hizi zikaharibu miundombinu ya Tanesco, zikaharibu shule, zikaharibu madarasa, zikaharibu vitu mbalimbali, zikakusoma hata wewe, mtu wa kawaida, kwa kinachoitwa mafuriko. Adui huyu tena anaitwa mabadiliko ya tabia nchi, anaweza pia kupelekea kukaa, kuna ukame mkubwa, anaweza kapelekea aa, kuna joto na jua kubwa katika taifa, anaweza kupelekea magonjwa mbalimbali yakaibuka yanayotokana kinachoitwa mabadiliko ya, kinacho ya tabia nchi. Na kwa sababu umeme huu mnaouona katika taifa la Tanzania, moja ya chanzo kikubwa cha uzalishaji wa umeme huo ni maji, ambayo maji yanayopatikana kuzalishia mabwawa mbalimbali ya umeme hayazalishwi na mwanadamu, bali ni matokeo ya mvua zinazonyesha katika taifa letu na hata mataifa mengineo nchi yakileta magonjwa mengi katika taifa, yakasababisha ukame. Maana yake bwawa la Mwalimu linalozalisha umeme litakauka, bwawa la Mtera linalozalisha umeme litakauka, bwawa la Kidatu linalozalisha umeme litakauka, mabwawa ya Nyuma ya Mungu anaozalisha umeme yatakauka. Itakapokauka, maana yake kitabaki umeme tunaotumia unaotokana na upepo, lakini kwa sababu kuna mabadiliko ya tabia nchi hata upepo unaweza kuwa haupo. Kitakachofuata, unapompeleka mgonjwa wa hospitali aende akapate tiba, akafanyiwa operesheni inayotokana na mitambo ya umeme, inabidi asubiri kwa sababu umeme hamna. Na ndio maana baada ya kumgundua adui huyu kuwa anaweza kuwa mkubwa, asielindwa kwa bunduki Mheshimiwa Rais akasema, hebu tuanze kuwahabarisha Watanzania kwamba haya matumizi ya kuni na mikaa, matumizi ya nishati ambayo inasababisha kudondoka kwa miti, kukata miti na mwisho kupelekea mabadiliko ya tabia nchi, wa Tanzania waanze kuwacha mdogo mdogo, mdogo, waelekee kwenye kinachoitwa nishati safi. Mambo makubwa mawili anaweza kuwa aliangalia Mheshimiwa Rais ukabiliana na adui huyo. La kwanza madhara makubwa yanayopatikana kwenye afya mwanadamu kutumia nishati chafu kwa maana ya kuni na mambo yamekana, lakini jambo la pili aliangalia madhara ya ya, ya, ya mazingira yanayoweza kupatikana kwa sababu miti mitio. Mweshimua rais akasema twende moja kwa moja sasa na kitu kinachoitwa matumizi ya yashasa yanayoweza kuacha mti ukawa hai na mwanadamu akawa hai na huduma ya umeme ikawa hai. Hebu tumpigie makofi Mheshimiwa Rais kwa kumgundua adui adui kabla haja kudhuru. Unaweza ukaenda mahakamani kumtetea kwamba huyu ni mtu safi sana wa Tanzania. Naomba niwaeleze jambo moja, kabla taifa la Tanzania halijachafuka, unaweza ukaenda kumtetea mchafuzi wa amani kwa kuwa wewe haujapata madhara ya adui huyo kukudhuru kwenye familia yako. Radha ya kibaka anaijua aliyeibiwa, radha ya kibaka anaijua aliyeibiwa. Kwa wewe ambaye hujai kuibiwa, unaweza kudhani huyu kibaka ni mtu sahihi kuwepo katika mazingira yako, lakini kibaka aliyekuibia kwa kuchoma nondo kwa kupiga na panga akachukua TV au shilingi elfu kumi, wewe ndio unajua ladha sahihi ya huyo kibaka sasa. Kama kibaka anaweza kuharibu amani kwa muda dakika kumi na pasikalike, unaweza ukapata mantiki ya nyumba karibu elfu kumi ziwe hazina chakula mchana, hazina chakula jioni, hazina chakula asubuhi, hazina chakula jioni, kwa sababu ya kinachoitwa mabadiliko ya tabia nchi yaliyopelekea ukame kwao. Ndugu zangu wa Tanzania mlioko hapa Temeke leo, kwanza, tuibebe agenda nishati safi kama agenda, kila mmoja kuweza kuiona kwamba ni agenda inayoliponya taifa, inayoliponya taifa na kumkabili adui mkubwa anayeitwa mabadiliko ya tabia nchi, anaweza kupelekea madhara makubwa kwa taifa letu. Lakini jambo la pili, tuibebe agenda ya nishati safi kama agenda kubwa ambayo inaweza kudhoofisha rasilimali watu na afya yao katika taifa, likawa ni taifa lenye mali lakini halina rasilimali watu. Wenzetu wa mataifa mengine wamebarikiwa kuwa na mali, wamebarikiwa kuwa na rasilimali watu. Na sisi tuwe na mali, lakini pia tuwe na rasilimali watu inayoweza kuwa na mchango mkubwa wa kuyabadili maisha ya Watanzania. Leo, akina mama mlioko hapa mnaopika kwa kuni au kwa mkaa, wengi mmejikuta mnakwenda hospitali, wengi mnaambiwa mapafu yameharibika, wengine mnaambiwa macho yako yako yako hatarini kuharibika, wengine mnaambiwa mambo kadha wa kadha, kizazi chako kinabaki yatima kwa sababu ya kinachoitwa matumizi ya nishati chafu koo. Niwaombe sana, hiyo ni namba moja, kutumia nishati safi. Na ndio maana leo niwapongeze sana wenzetu hawa wa TANESCO kwa kuleta project program maalum inayoitwa Connect Umeme, Pika kwa Umeme. Wapo wanaosema hapana, umeme huu ni gharama kubwa. Nataka nikuthibitishie ndugu zangu Mtanzania kama chakula kinaweza kikaiva kwa yuniti moja leo, labda yuniti moja ikawa shilingi deshi na ukaiona kwamba ni gharama yuniti moja, kesho utakapoambiwa mapafu yako yameharibika na hatuna uwezo wa kuyabadilisha na mlango wa kabuli upo karibu, utapata upeo wa kulinganisha na kutofautisha bei kati ya bei ya afya na bei ya umeme. Naamini utahitimisha kwamba bei ya umeme ni ndogo kuliko bei ya afya, na kama uamini hilo, tembea hospitali leo, kaangalia uliokushapata madhara na imekuwa ni shilingi ngapi kurejeshwa katika afya na usalama wao. Kwa hiyo ni agenda muhimu, na niwapongeze tena watu wa Tanesco kwa ubunifu mkubwa wa programu hii ambayo sio tu kwamba ina manufaa kwa, kwa Tanesco lakini inalinda uhai wa kudumu kwa Watanzania na watu wengine. Nafikiri mmeniona, ndugu zangu wananchi mliofika hapa, nimeanza na dhana ya amani katika taifa kwa kuikonekt na dhana ya mabadiliko ya tabia nchi katika taifa letu. Dhana ya amani imegawika. Tarehe ishirini na tisa tunaelekea kwenye mambo ya uchaguzi, kila mnayemsikia huko anahubiri mambo ya amani. Amani inayohubiriwa tarehe 29 haihusiani na mabadiliko ya tabia nchi, ni ile ambayo ndio unamkuta askari ameshika bunduki, ameshika bomu, ameshika kile, ni ile ambayo inaweza ikaharibiwa kwa makusudi na mtu mmoja mmoja. Ile ndiyo inaweza kulindwa kwa bunduki, ile ndio inaweza kulindwa kwa mkuki, ile ndio inaweza kulindwa kwa bomu, ile ndio inaweza kulindwa kwa elimu. Ila hii ya kwanza hiyo huwezi hata ukilinda kwa bunduki, huwezi kumpiga adui njaa. Hata ukilinda kwa bunduki, uweze kumpiga adui ukame. Hata ukilinda kwa bunduki, huwezi kumpiga adui huyo. Huyo analindwa kwa elimu ya kujitambua kwamba, sasa hama kwenye nishati chafu, njoo kwenye nishati safi, ulikomboe taifa lako. Lakini zaidi pia niwashukuru sana, kama nilivyosema mkurugenzi mtendaji wa Tanesco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 lakini jambo nyingine, nishukuru sana kwa kuendelea kuwaunganishia wateja wetu nishati ya umeme. Moja ya mtu anayefaidika sana katika taifa hili ni mimi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Dar es Salaam umeme umefika karibu kila kaya na kumekuwa kuna usumbufu tena mwingine mkubwa katika jambo hili la umeme. Kwa hiyo nikushukuru sana mkurugenzi mtendaji kwa sababu huduma hii kwa wateja wa umeme imefika kwa kasi kubwa, na umeme tumwongeze makofi mengi kwa kazi nzuri ambayo inafanyika, ili muamini kwamba umeme ni jambo kubwa. Wenye vitu ya serikali za mitaa, nafikiri, nakumbuka wiki mbili zilizopita tulikuwa na tatizo la maji, kwa sote tunafahamu kuwa umma wa Tanzania unahitaji sana umeme. Na kama nilivyowaambia wenyeviti wa serikali za mitaa, siku chache zilizopita mliona kuna tatizo kidogo la maji kwenye baadhi ya maeneo. Lile tatizo la maji lilitokana na baadhi ya mitambo ya kusukuma maji kuharibika. Tanesco analeta umeme kusukuma mitambo, mtambo wetu wa maji ukaharibika. Lakini miezi michache ya nyuma, kabla Bwana bwara mwalimu alianza kuperform tatizo kubwa pia lilikuwa ni umeme. Mitambo ya maji iko vizuri, lakini umeme hautoshi kusukuma ili maji yafike kwa Watanzania. Sasa mnaweza mkaona mahusiano yaliyopo kati ya umeme na maji, umeme na maji, umeme au maji na maisha ya kawaida, ni vitu vinavyohusiana kwenye huo mnyororo. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kuendelea kutafsiri sera hii na maono haya, Mheshimiwa Rais, na hasa pia kwa bodi ambao ndio mmekuwa ni washauri wazuri, ili kufanya jambo ambalo litakuwa na manufaa makubwa kwa Watanzania. Lakini zaidi pia tuwapongeze sana kwa kuja na mpango huu wa kukopesha majiko ya nishati safi. Naombeni tena tuongeze makofi mengi, maana kina mama mko hapa, unaweza kumwomba baba hela ya kwenda kununua jiko akuambia chanao kwanza, jiko lenyewe ni gharama alafu na wewe ukajiunga kwenye huo mkumbo kwamba ni kweli jiko lenyewe ni gharama. Nataka mje niwaambie ukweli, anayeumia kwa haraka haraka na afya ya kutumia nishati chafu ni wewe mwanamke. Mwanaume yuko huko anatafuta hela, lakini wewe uko pale ndio unaepika na mwisho ndio unaepata athari za moja kwa moja na wewe na mwanaume wako akiwa bado yuko vizuri katika afya Umeteteleka katika afya basi, anachokifanya kudumia, kwayo, ni kuendelea kuhudumia lakini huko anaoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo nishati safi pia inalinda ndoa, meelewa? Ndugu zangu wa kina mama, ni nishati safi inalinda nini. Kuna sehemu niliwaambia matumizi ya nishati chafu, kuna wanawake mkiwaangalia ni wazuri kabisa, wasula lakini kwa sababu ya matumizi ya nishati chafu hakuna namna ni matumizi ni ya nishati chafu yakazalisha sura nzuri. Matumizi ni ya nishati chafu yatapelekea uzalishwaji wa sura chafu, sura inayofanana na nishati chafu. Kwa hiyo nyinyi akina mama mkijiangalia, kwa wale ambao wametumia sana nishati chafu, ukiacha tu nishati chafu ukatumia nishati safi kwa muda miezi sita au mitatu na kama mwanaume wako alikuwa amesafiri kidogo kwenda kutafuta mali mahali, akirudi anaweza tena kutongoza kwa mara ya pili, akasahau kwamba ndiye yule aliyemwacha akitumia nishati chafu. Kwa nishati safi ni nuru ya sura tu. Bwana Yesu asifiwe sana, semeni amina. maana hapa meanza midadi inaniambia inani, inani, naweza nikaanza kuokoa watu hiyo ndiyo saw sawa. Kwa hiyo ndio sawasawa kwa kina mama, mkawe mabalozi wazuri. Ukikataa wewe nishati chafu, mwanaume hakuna namna atabaki ni nishati chafu. Ukikubali nishati chafu, ni namna pekee pia mwanaume kukubali nishati chafu kwa wewe. Mwanamke, ukawe ni balozi nzuri kwa nishati safi, kwa kuwa madhara nishati chafu kuanza na wewe mwanamke na sio mwanaume. Mwanaume atakuja tu kuwa na maumivu ya, u, ya ugane lakini wewe utakuwa na maumivu ya moyo na afya ya moja kwa moja. Kwa hiyo ni washukuru sana wale wote mliotoa majiko haya na mliokubali kuwakopesha watu, mmefanya kitu kikubwa sana na cha kiungwana, kukopesha watu majiko. Ukikopa jiko lile leo, utalipa kilo kilo kupitia marejesho unaponunua umeme wako, na katwa na hii formula Ndugu yangu mkurugenzi mtendaji twange na bodi, hata huko Ulaya ndio formula anayotumia, hakuna mambo ya cash to cash. Kama umekuwa na pesa yako kutosha, kafanyia vitu vingine, hizo huduma za kawaida utakopeshwa. Wenzetu Ulaya wanakopeshwa mpaka simu, wanakopeshwa magari, wanakopeshwa sio nini. Na sisi tunaanza na majiko kwa sababu tunaamini chakula ndio uhai, tunaanza na jiko. Tukianza na simu, itakuwa mawasiliano ndio uhai wakati chakula kwanza, alafu mawasiliano. Kama unashiba huwezi kuongea, kwa unashiba, alafu baada ya hapo mawasiliano. Kwa kumalizia, wizara ya nishati kwa kushirikiana na Tanesco wameonyesha ubunifu huu wa ambao nimekusha kusema na nipongeze tena kwa awamu nyingine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 wao wamejielekeza pika kwa umeme. Na kwa sababu watu wengi wamekuwa wanaogopa masuala haya, kwamba umeme utalipuka, wewe fanya wiring yako vizuri, hakuna umeme utakao lipuka. Majiko ya kisasa yamefanyiwa uchunguzi wa kutosha na wataalamu hawa, na kwa matukio vile vile, napenda kutoa pongezi kwa wadau wa maendeleo kama MECS kwa ushirikiano wao pamoja na wananchi wote mliofika hapa kuunga mkono jambo hili kubwa sana, katika siku hii muhimu ya huduma kwa wateja. Ndugu zangu wa Tanzania, nihitimishe tu kwamba leo ni Tanesco kwa mtaani kwako. wa mashirika ya serikali yanapofanya vizuri Kuweni mabalozi wazuri wa kuutangazia umma kuhusu mazuri yanayofanywa. Miezi michache iliyopita tulikuwa tunalalamika sana, umeme umeme unakatika, umeme unakatika. Umeme umeme umeme umeme. Serikali imeweka zaidi ya trilioni kadhaa kutengeneza ile bwawa la Mwalimu, na leo umeme umeendelea kuwa imara, tumesahau tena umeme, tumesahau kama tulikuwa tunalalamika. Leo tumeelekea tena kwenye jambo jingine. Nilichojifunza mimi ni kwamba mtanzania na mtu mwingine yoyote namna alivyoumbwa na Mungu mwenyewe ameumbwa kuwa ni mtu mwenye uhitaji mpaka anaingia kabrini. Yaani leo hata ukizaa watoto unazaa mtoto wa kwanza wa kiume, mtoto wa pili wa kiume, ukizaa watatu lasi angekuwa wa kike, ukizaa mfuku lasi angekuwa mrefu, ukizaa hivi angekuwa hivi lakini mlango wa pili tu yuko mtu ambaye katafuta mtoto kwa miaka yote mpaka uzee wake, hajawahi kupata na mwisho amefika hatua kusema nimshukuru Mungu kwa hili pia. Leo tumemaliza umeme na tunaendelea kubadilisha umeme, nami na nawashukuru sana, naona maendeleo mengi sana katika umeme, kubadilisha njia za umeme, kubadilisha hizi bare conductors kwa insulated, kubadilisha hizi nguzo za miti kuweka hizi concrete poles, kubadilisha, nimeona mji wetu unabadilika. Kumanisha... tunapunguza manyaya na kufanya vitu vizuri lakini leo utakamilisha umeme, itakuja maji, itakamilishwa maji, itakuja ee, gani itakamilika, hili litaiuka hili, na ndio maana ukifa tunasema sasa pumzika kwa amani. Maana umeongea mno katika dunia. Naombeeni mwe ni watu wa shukurani na ni watu mnaopima uwezo wa kodi mlizozilipa, kama kweli zinaendana na huduma ambayo inatolewa. Ukija kwenye umeme is perfect. Lakini haiwezekani mambo yote yakawa sawa sawa yote kabisa. Kila jambo linaisha kulingana na resources za taifa, na kila jambo linakuisha kutokana na uwezo pia tulionao katika taifa. Lakini kikubwa ni ule moyo wa kusema hapa ewa wow, sasa kazi inafanyika kuliko muda wote, tukabaki na watu kulalamika, watu kutokutosheka, watu hata. Mungu hapendi mtu ambaye muda wote anaonyesha kutoridhika na ndio maana mkiangalia leo baadhi ya Watanzania wanatamani taifa la Tanzania, Tanzania tumwage damu za kutosha, wanatamani mtumbwi huu wa amani tulionao utobolewe, wanatamani hii amani nayo yote ipotee, sasa ijipotee. Nataka kuwathibitishia Watanzania, kama kweli mnataka mjaribu radha ya machafuko, basi isaponi. Lakini sisi wajibu wetu kama viongozi, tutalinda amani mpaka pale takaposema sasa yatosha, kwa maslahi yangu, kwa maslahi yako, na kwa maslahi ya vizazi mingine. Kwa mtu yoyote atakayejaribu kuharibu miundombinu ya Tanesco, si miundombinu ya nani, kutaka kutumwage damu kuanzia leo na hata kuendelea, hatumjibu watajabo lote, lakini kamwe hata inuka, wala ili taifa libaki kuwa salama. Tukianza kwa namna hiyo ndio itakuwa leadership katika taifa. Yaonekana wengine hawajui maana ya no amani. Na ndio maana hapa tumie nguvu kuelewesha ili uelewe maana ya amani nini. Hapo ulipokaa ni, ni amani. Wewe tu kongo wa kai hivi. Bunduki imepiga huko. Mtoto wa yeye alipo. Kamtaja jana leba, leo anaambia kimbia ndio. Msiombe maswala hayo. Msiunge mkono hoja hizo. Ungeni mkono hoja kama maendeleo na kama maendeleo ya kisanayo sema katika lugha ya kawaida tubaki kuwa kwa Tanzania kuwa moja. Tarehe 29 kuna mambo ya uchaguzi. Tarehe 30 uchaguzi umekwisha. Kama na mihemuko ya uchaguzi, uchaguzi unaisha tarehe 29. Kwa data tarehe 30 kwa tarehe moja, uchaguzi hamna tena. Lazima taifa libaki kuwa moja kwa maslahi yeah, ya mapana ya Watanzania wenyewe na sio mtu mwingine. Baada ya kusema haya nawashukuru sana. Na sasa nipo tayari kuendelea na ratiba nyingine.